Luka nane, tano, hadi nane Mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake, naye alipokuwa akizipanda, nyingine mbegu zilianguka karibu na njia, zikakanyagwa na ndege wa anga wakazila, kwa hiyo hakuvuna. Hizo nyingine zikaanguka katika miiba, miiba ikamea, yani ikaota pamoja na zile mbegu, lakini miiba ikazisonga, kwa hiyo ukuaji haukuwepo kwa sababu ilisongwa. Ndio maana ukipanda mbegu yoyote unarudi kupalizi ili visisongwe na vingine. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea, zikazaa moja kwa mia. Moyo wako ndiyo udongo wa mbegu neno, neno la Mungu ni mbegu, na hii mbegu inayoitwa neno la Mungu udongo wake ni moyo. Kwa hiyo, neno halizai ni hadi limefika moyoni. Neno halikupi matokeo ni hadi limefika moyoni. Ndio maana Daudi anasema moyoni mwangu nimeliweka neno. Neno litakalokupa matokeo, neno litakalokupa matunda, neno litakalokupa mabadiliko, neno litakalokupa shuhuda, ni neno ambalo limefika moyoni. Kwa nini? Moyo ndiyo udongo wa neno la Mungu. Mungu anasema tulinde moyo, ili neno lake liweze kutuzalia matunda. Maumivu ya moyo hufanya neno kuwa tasa. Unapokubali maumivu ya moyo, alafu mimi nakutupia neno, ninakufundisha hilo neno, nalokutupia kwa njia ya mafundisho, ninatupa kwenye udongo moyo, halitaota kama moyo umejaa maumivu, kwa sababu maumivu ya moyo hufanya fundisho na neno la mungu kuwa tasa. Tunakanyaga mbegu neno kwa maumivu. Hali mbaya ya moyo ni miiba itakayokwamisha neno kuzaa. Uchungu, ukiwa, wivu, usuda, fitina, kiburi, hiyo ni miiba. Maumivu ya moyo ndiyo yanayokanyaga mbegu, mafundisho. Hali mbaya ya moyo itaumiza neno na kukanyaga mbegu, haitakuzalia. Lazima tutakatishe mioyo ili neno lizae. Wewe ambaye umeitazama video hii Ninakusii na ninakuomba sana mtu wa Mungu, kwa kuwa mafundisho yetu yamekuwa kichochezi kikuu cha miujiza ya watu, kwa kuwa mafundisho yetu yamekuwa sababu kuu ya mabadiliko ya maisha na tabia za watu, ninakuomba nenda pale YouTube alafu utasachi mbingu duniani TV. Ukishaona akaunti yetu pale, ninaomba usubscribe kwa ajili ya kuendelea kupata mafundisho. Na Mungu akubariki, na Mungu akutunze, be blessed na hakika hakika hakika hakika, maisha yako hayatabaki vile kupitia neno ambalo Mungu analishusha kupitia sisi. Haleluya!